Nataka niwaambie wale wote ambao tunashughulikia jambo hili, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa hiyo tuligawana majukumu, nirudie tena, kila mmoja awajibike kwenye eneo lake, na kila mmoja anapofanya jambo hili, anapotekeleza wajibu wake ahakikishe kuwa hatukosi sifa kwa yeye kushindwa kutekeleza wajibu wake. Hili ni jambo muhimu sana, si tuwajibike, tulikubaliana Suala la AFCON halina mjadala. Faida tutakayoipata ni zaidi ya malipo tunayolipia viwanja, psychologically kama nchi <clears throat> tunataka kuwin, matamanio ya wapenzi wa michezo nchini, maendeleo ya michezo tupofika ni pazuri sana. Kwa hiyo karibu, tunavyokwenda tunavyoendelea, tunajiona tuna sifa, zile sifa sasa tunapata ofa ya kuleta michezo, lazima tuhakikishe tunakamilisha vitu vingine ile sifa ikamilike, motivation ya wachezaji, mashabiki, viongozi wa serikali iendelee, alafu ndio tunaendelea vizuri. Tutapata vitu vingi kupitia hili. Na baada ya michezo tutabaki na viwanja viko kwenye standard ambavyo nchi za wenzetu walishapita hatua hii mapema sana. Tukishindwa hapa Watanzania hawatatuelewa, kwa hiyo hakikisheni hatupate adhabu na Watanzania wapenda michezo. Kwa ati mtu mmoja kutotekeleza jukumu lake tunaelezana moja afanye moja mbili tatu kwa wakati huu, unaitwa kwenye mkutano ufiki kazi ufanyi, kila mmoja aone ana nafasi muhimu kufanya kazi hii. Sasa leo tumeachiana majukumu pale kuweka pevu kwa haraka sana kabla ya tarehe ishirini na tano pawe pamekamilika pale, pale, pale. tunajenga wakati gani? Usiku mchana, na hii mnaweza, tumeona maeneo mengi na tumefanya kazi na nyie sehemu nyingi hizi hizi, mnajenga usiku na mchana kukamilisha hizi operation zetu, ikiwemo na hii hii. Ndiyo tunafanya kama operation, tujenge kwa standard papendeze, weka na maeneo mengine usafi kama ivyoanza kusafisha kule maudongo, eneo lile liwe smart. Lazima tuwajibike kila mmoja na hasa wale ambao wamepewa jukumu la kuiwakilisha suma kwenye usimamizi wa viwanja, kila mmoja awajibike.